Mwonya kirogo boda boda kuruwa se kaunti ya nyamira bena dorindo yuru siri kwa mamocho onsi kuruwa se kegambiru nikoli tukulia rero hatu walege karunaba raiveki umbeki wa muna barundi ya boro sagia ruwa masaba north asaina na chisa certificate ichichira wa chinguru kwa ikirani kwa sila wa chinguru kwa ikirani mbine mwaya wa ikiranu mulikito felix nyakundi na robote uruwa sobo ime iye magigajebi ni ya wakonya bibekire asi kegambiru kwa mimi heye wate sato. na emeremo emetang'ani nookorotootachisubcount chionsi ere kwenana chicertificate ase masabarnoti erea yemo yabo ey ebwate echiwardi esato igo nabere no omogoko omon na ge kogera abarai igo baganyererete baegw egwa eifoward ng'a nchera kitogosuguma masabarnoti naende abarai bonsi pi badimandia direct buna twaumera na iga bateba ng'a obochori bwaito babokore obo babo buna babokorire

otorabeta ogotebererania ooraio nyasaye okorwa buna rure iga ngagete ng'a ketenga, ase egibindi eka bamurabairwe baraa abana bodaboda ase enchera ya obomaene ase ense mo yende nigo boigookobwaterana mono obwererani obuya bwasebirwe okorwa asebobusa boborende ase kero bono kero omonyakerogoniga ire amasakarayi okobabeka abisi gokorera barundi bande otebia abana chairman bonsi pi bairigomagwoti mbuya mono ase okong'a egasi eye na nimbakorere egasi na echinguru chionsi eh, rero iga enaegwa esatbikati ekonga chinguru chigokora egasi serikali yeito etbwatsisiobiofisar toka egasi na barabu asense muyende niga barundi ababasemigwe kobwate machikapara chingaki chionse unenchereje mo yoko kiani mebasokano nimekuja kuhamasisha kwamba unapotumia barabara kama mwanabodaboda. Uzingatie sheria ya barabara, lazima ukuwa umevaa helmet, umevaa reflector na uhakikishe uko pia na driving license. Ni jukumu lako wewe uhamazishe yule ndugu yako pia akazingatie aka ile sheria ya barabara. Sub county ya Masaba North imeia ya kaunti ya Nyamirango, reporter ya Eta ya TV Inchen Felix Nyakundi.